Mkewe alimwacha yeye na watoto wao, lakini alichokuwa baadaye kilimfanya aliye machozi. Jua halikuwa limechomoza bado, giza lilipovunjika katika chumba cha Benson Cynthia. Mkewe alikuwa akichemka kwa hasira mishipa yake iliyoonekana kama kamba zilizo karibia kukatika, alipokwenda huku na huku akitia nguo katika mfuko kwa hasira na macho yenye ghadhabu. Mlio wa nguo na sauti kali ya zipu ilijaza angani ukichanganyika na kilio cha watoto wao wadogo. Sauti zao ndogo zilipanda kwa msongo na hofu zikipiga mwangwi katika chumba chote. Benson alisimama bila msaada, akimbeba binti yao mtoto mkononi mwake akimburudisha kwa kumtikisa-tikisa ili kumtuliza. Moyo wake ulikuwa ukivunjika, lakini sauti yake ilibaki laini. Watoto wanalia, alisema kwa upole, wanahitaji mama yao. Lakini moyo wa Cynthia ulikuwa kama jiwe. Jibu lake lilikuja baridi na likali, kama kisu likikata angani. Hawafanyi tena wasiwasi wangu, ninakuacha. Hakumtazama hata macho, yake yalibaki yakielekezwa kwenye mfuko aliokusanya. Tafadhali usiende, Benson aliomba, sauti yake ikitetemeka. Alisogea karibu, majonzi yakiandikwa uso wake wote. Kama si kwa ajili yangu, basi kaa kwa ajili ya watoto hawa wasio na hatia ambao Mungu alitupatia. Kwa muda alisimama kimya na moyo wa Benson ukaruka kwa matumaini, lakini alipogeuka kumkabili, midomo yake ilikuwa imekunja kwa uchungu. Sikuolewa nawe ilinife kwa mateso, alimwagika kwa kuwa unataka nife kwa umaskini. Nimemaliza. Usinijie kuniutafuta kuhusu watoto, fanya chochote unachotaka nao. Baada ya yote, wewe ni baba yao. Kusema ukweli, hata sijali wakiishi au wakifa, kwa sababu mara tu nitakapopita mlango huo, watakufa kwa njaa bila shaka. Kama unapenda hadithi hii mpaka sasa, tafadhali bonyeza subscribe na uwashe kengele ili usikose hadithi nyingine za kuvutia kama hii endelea kusoma kuona kilichomtokea Benson. Alivuta zipu ya mfuko wake kwa nguvu, akaubeba begani na kutoka nje kwa hasira. Mlango ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba kutazikate temeka. Hatua zake zilipungua mbali, lakini kilio cha watoto kilikuwa zaidi. Benson alirudisha mgongo kwenye kitanda, kifua chake kizito, uso wake ukilowa na machozi. Hakuweza kuamini kilichotokea akili yake ilirukaruka nyuma jinsi yote ilivyoanza, nyuma siku zao za chuo kikuu. Bado aliweza kuona uso wa Sintia kwenye makahawa wa kampasi. Siku ile alasiri, alikuwa ameagiza chakula alipogundua wa mkoba wake ulikuwa kwenye hosteli. Simu yake ilikuwa imezima, hakuwa na njia ya kulipa. Alisimama karibu na kaunti, akifedheheka na kuhamahama kwa wasiwasi, kichwa chake kilinamishwa kwa aibu. Ndipo Benson alikuwa ameingia Aliyo na shida yake na kusogea mbele kwa ujasiri wa kimya. habari bibi, alisema kwa adabu, kuna tatizo gani? Cynthia alipumua kwa uchungu, nilisahau mkoba wangu kwenye hosteli na betri ya simu yangu imezima. siwezi kulipa chakula nilichoagiza, na jiwa aibu sana. Benson alitabasamu kwa joto, usijali, nitalipia bili. sote tumekuwa hapo kabla, wewe si wa pekee. Uso wake uling'aa mara moja Faraja ikamsukuma na sauti yake ikalaini, kweli asante sana. Wote wawili walicheka na kabla ya kuondoka kwenye mkahawa walibadilishana nambari za simu. Kuanzia siku hiyo urafiki wao ulistawi, walisoma pamoja, wakatiana moyo na kusaidiana kila njia ndogo. Benson aliyekuwa yatima alikuwa ameishi tu kwa azimio na kazi ngumu. Sintia, kwa upande mwingine, alikuwa binti pekee wa mkufunzi wa chuo kikuu. Alilelewa kwa starehe na huduma, hakukosa kitu chochote. Lakini bado tofauti zao hazikuwagawanya, ilizidi kuimarisha dhamana yao. Heshima na mapenzi yalikuwa ya kati yao, na hivi karibuni urafiki ukapata njia kwa upendo. Baada ya kuhitimu, waliolana. Harusi ilikuwa ndogo, lakini furaha ilibariki. Moyo wa Benson ulijaa siku aliyomwona Cynthia akiwa katika mavazi yake ya harusi. Kuanza familia na mwanamke aliyemwangukia upendo ilijihisi kama ndoto ya kweli. Maisha kama wachumba wapya yalikuwa rahisi na yaliyojaa upendo. Katika ghorofa yao ya vyumba viwili, walishiriki kila kitu na kutegemea kila mmoja wakati wa majaribu. Benson alipata kazi kama mtaalamu wa matengenezo katika kampuni ya uzalishaji wa maharagwe ya kokoa, wakati Sintia alitafuta kazi ya masoko. Hata hivyo, hawakuruhusu pesa kuamuru furaha yao. Kuzaliwa kwa matoto wao wa kwanza, Kelvin, kulileta machozi katika macho ya Benson alipombeba mikononi mwake. Uso wa Cynthia uliang'aa kwa furaha ya uzazi. Ingawa sio kila siku ilikuwa rahisi, walipata faraja kwa kila mmoja. Miaka miwili baadaye walipata mtoto wao wapili, binti mtoto ambaye walimwita Miracle. Furaha ya Benson iliongezeka mara mbili, lakini vivyo hivyo majukumu yake. Mishahara wake haukutoshi kuwalisha familia, alijitoa kafara starehe yake mwenyewe kuwatunza, lakini haijalishi jinsi alivyofanya kazi ngumu Pesa hazikutosha kamwe. Cynthia alibeba CV yake kila mahali alipoenda, akiomba kazi katika makampuni mbalimbali mbali. Kwa matumaini moyoni mwake alitamani kusaidia familia yake, lakini kukataliwa kulimkuta kila pembe. Baadhi ya makampuni yalimwambia Julio, njoo kesho, lakini hakuna kitu kilichotoka. Wengine walitaka uzoefu wa miaka tano ambao hakuwa nao. Kwa kila kukataliwa, roho yake ilivunjika kidogo zaidi. Jioni moja, Benson alirudi kutoka kazini, akamkuta Cynthia ameketi kimya kwenye sofa. CV yake lilipumzika kwenye meza mbele yake, limechakazwa na kumumunyika kutokana na kubebwa sana. Alikuwa anaangalia machozi yakimtiririka mashavuni. Benson alimkimbilia na kumshika mkono kwa upole. Mpenzi, kuna nini? aliuliza kwa upole. Sauti yake ilitetemeka alipojibu, sijaweza kupata kazi. Makampuni mengi walisema wanahitaji uzoefu wa angalau miaka tano. Meneja mmoja hata aliniambia atanipa kazi kama nitakubali takubali kukutana naye kwenye chumba cha hoteli. Moyo wa Benson ulishuka, ili jihisi kama kisu limechomelewa kifuani mwake kwa hivyo, kwa sababu ya kazi wanataka kukudhalilisha. Sauti yake ilitetemeka kwa uchungu, lakini aliikung'uta kichwa kwa nguvu. Hapana mpenzi wangu, hautalifanyia kazi mtu yeyote tena, sitaruhusu mtu yeyote akudharau namna hiyo. Wiki chache baadaye, Benson alirudi nyumbani na kitu mkononi mwake. Alikabili kitandani mbele ya Cynthia. Hundi hii ni alisema. Cynthia alichukua macho yake yakipanua kwa mashangao. Naira milioni nne! ulipata pesa hii wapi? Benson aliketi pembeni yake kwa pumzi nzito. Nilienda benki kupata mkopo, nilitumia ardhi baba yangu aliyofariki aliyoyacha kama dhamana. Machozi yalijaa machoni mwa Cynthia. Uliweka rehani ardhi ya baba yako kwa ajili yangu, aliongea kwa sauti ya chini. Alinyusha mkono akafuta machozi yake kwa kidole gumba chake na kutabasamu. Usilie, hii itakusaidia kuanza kitu. Kwa njia hiyo, hautahitaji kufanyia kazi chini ya mtu yeyote tena. Cynthia alimkumbatia kwa nguvu, akizidiwa na dhabihu yake. Muda mfupi baadaye, alitumia pesa kufungua mkahawa mdogo, ambapo aliuza chakula na vinywaji baridi. Benson alimsaidia kila na njia baada ya kufunga kutoka ofisini kwake. Wakati marafiki zake walimwalika nje, alikuwa anatabasamu na kutikisa kichwa, mke wangu anasubiri, aliwaambia. Walimdhihaki wakisema, wewe ni laini sana, mke wako amekufunga kidole. Lakini Benson hakujali kamwe, alikuwa akiharakisha kwenda duka la Cynthia, akibeba masanduku mazito ya viniwaji na maboksi ya maji kujaza jokofu, wakati yeye alikuwa anawahudumia wateja. Maisha hayakuwa rahisi, lakini yalikuwa ya mazuri. Walihesabu faida zao ndogo pamoja usiku, wakitania, wakila na kutazama watoto wao wakicheza karibu na miguu yao. Faida walizozipata hazikuwa nyingi, lakini amani ilijaza nyumba yao. Kisha siku moja Benson alifika nyumbani mapema kuliko kawaida. Uso wake mzito, Cynthia aligundua. Babe, kwa nini unarudi haraka hivyo? aliuliza. Benson aliketi kimya kabla ya kusema, Nimefukuzwa kazini leo. Management iliamua kupunguza gharama. Walipunguza mishahara na kuondoa nafasi fulani. Jina langu lilikuwa kwenye orodha. Sina tena kazi. Moyo wa Cynthia ulishuka, lakini alijimarisha. Usijali, alisema. Utabaki nyumbani ukaangalia watoto hadi upate kazi nyingine. Nitaendesha mkahawa, mapato yangu madogo bado yatatusaidia kuishi. Kuanzia hapo, majukumu yao yalibadilika. Benson alipika, kusafisha na kutunza watoto wakati Cynthia alizingatia mkahawa wake. Ilikuwa wakati huu Cynthia alikutana na Stella, mmiliki wa duka la nguo karibu. Wawili wakawa marafiki wa karibu Walifungwa na kufunga maduka yao kwa wakati mmoja, walihudhuria kanisa pamoja na hivi karibuni walikuwa hawaachani. Siku moja, Stela alikuja kwa Sintia machungu na mwenye hasira. Mume wake aliyekuwa meneja katika hoteli ya nyota tano alikuwa amepoteza kazi yake hoteli ilipouzwa. Kuanzia siku hiyo, Stela alifanya moyo wake kuwa magumu dhidi yake. Mara kwa mara alilalamika kwa Sintia, wewe unajaribu lakini mimi siwezi kuendelea na ndoa hii. Siwezi kuwa namlisha mwanaume. Sijui unavyofanya. Mimi Stella, siwezi nina safiri Lagos kutafuta njia yangu. Ndoa haitanifunga. Maneno hayo yalizama ndani ya moyo wa Cynthia. Kuanzia hapo alianza kubadilika. Hakuongea tena kwa upolena Benson alimtendea kama mtumishi. Kila asubuhi alimwamsha kwa kelele badala ya salamu. Mwanamume mvivu, amka Unasubiri mujiza? Nenda ukaandae watoto wako kifungua kiniwa. Benson alikuwa akiamka pole pole, macho yake mekundu si kutokana na usingizi, bali kutokana na maumivu. hakujibu kwa ukali kamwe. Kimya, alichukua shati lake kutoka nje na kuwatunza watoto. Cynthia hakuinua kidole nyumbeni. Alioga, kujipamba vizuri, na kwenda moja kwa moja kwenye mkahawa wake. Moyo wake ulikuwa baridi. Akimtendea Benson na hata watoto wake kama wageni. Make mwenye upendo na mama mwenye uangalifu ambaye alijaza nyumba yao kwa joto alikuwa akififia, na Benson aliweza tu kuangalia kimya mwanamke aliyempenda akiyeyuka mbali na mbali kutoka kwake. Usiku ulikuwa kimya, lakini Benson hakuweza kupata raha. Macho yake yalibaki yakielekezwa kwa Cynthia ambaye alikuwa amelala karibu naye. Wazo la mabadiliko yake ya ghafla lilimzito moyoni. Jioni hiyo alijaribu kuzungumza naya. Mpenzi, alisema kwa upole, kuna kutokea nini? Kwa nini unazungumza nami kwa hasira siku hizi? Kabla hajamalizia Cynthia alipaza sauti, sauti yake ilipanda juu kiasi kwamba hata majirani walisikia. Niache, Benson alipiga kelele, unajita mwanaume Angalia maisha yangu niangalie, niambie ukweli, ulinioa kutoka nyumbani kwa baba yangu ili nife kwa mateso? Benson alikaa ameganda, akishindwa kutamka neno. Amani iliyojaa nyumba yao ilikuwa imeisha, ikibadilishwa tu na sauti ya hasira ya Cynthia. Moyo wake ulivunjika alipomtazama mwanamke aliyempenda akikuwa machungu mbele ya macho yake. Mawazo ya Cynthia hayakuwa tena na mume wake au watoto. Akili yake iliishi kwenye kivuli cha rafiki yake Stella. Kila alipokaa peke yake, malinganisho yalimla. Angalia Stella, alisema kwa sauti ya chini, anaenda pwani, anavaa nguo za bei ghali na kusafiri popote anapopendelea lakini mimi ninaonekana mkubwa kuliko umri wangu kutokana na mateso haya yote, na Stella ni mkubwa zaidi kuliko mimi, lakini ngozi yake inangaa. Mawazo haya yalikuwa kama moto kifuani mwake, yakichoma upendo aliokuwa nao kwa familia yake. Kadri siku zilipita, mambo yalibaya zaidi. Wateja waliache kuja mkahawa wao, pesa zilikuwa nadra, na Cynthia aligeukia uchungu wake kwa Benson. Alimtukana, kumdhihaki kumlaumu kwa kila kitu. Benson ingawa aliuguza, alibaki kimya, alisali, akimtia moyo kwa upole. Mpenzi, alimwambia, maisha haya ya mapambano ni kwa muda tu, mambo yatabadilika, hatupaswi kukata tamaa. Lakini moyo wa sinthia tayari ulikuwa uminda. Asubuhi moja, jua lilipochomoza, alifanya uamuzi wake. Alikusanya mifuko yake. Benson alimkimbilia alipomwona. Cynthia unafanya nini aliuliza hofu ikitetemeka katika sauti yake alicheka kwa baridi unajita mwanaume wewe si mwanaume wewe ni mshindwe nina kuacha watoto wako watakuwa na kuona kwamba baba yao anayetwa si kitu ila mshindwe Benson aliomba akishika mkono wake akimkumbusha watoto lakini bila kutazama nyuma kwa wadogo waliomwita mama alitoka nje akiwaacha watoto wake mume wake na nyumba yake katika Lagos, Stella alimkaribisha kwa joto. Walifanya karamu, wakaenda ununuzi na kusonga kutoka hoteli moja hadi nyingine. Stella alimtambulisha kwa wanaume matajiri, ambayo mmoja wao alianza kumnyeshea zawadi, nguo na safari. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi alihisi huru. Kila siku ni kama likizo, alijieleza. Hakuna watoto wakuni sumbua hakuna mume asiye na faida wa kuni stresika. Hii ndio maisha ninayostahili. Jioni moja akiketi kwenye jengo lake kubwa na Stella, akini wa divai Cynthia aling'aa kwa kiburi. Angalia wewe sasa, Stella alisema kwa tabasamu, je, hisi bora kuliko kujifunga kwa mwanaume maskini? Unang'aa. Cynthia aliikunguta kichwa, moyo wake ukija ni shukrani zako zote katika miaka mbili tu. Angalia jinsi nilivyofika mbali. Ninachohitaji sasa ni wakili mzuri kuandaa barua ya talaka kwa mwanaume huyo wa umaskini. Wote wawili walicheka wakipiga glasi zao pamoja, wakisherehekia kile walichokita uhuru. Wakati huo huo, Benson alikabiliwa na ukweli mpya. Alikuwa baba na mama kwa watoto wake. Aliuza laptop yake ili kuwaandikisha shuleni. Kila asubuhi aliwachilia kabla ya kwenda kazi yake kwenye kituo cha kuosha magari. Mahana aliomba bosi wake muda kidogo wa kwenda kuwachukua shuleni, akakimbia nyumbani kupasha joto chakula kidogo kilichobaki ili kuwalisha. Alikuwa akimnong'oneza mwanawe Kelvin, lazima umtunze dada yako mdogo Miracle, sawa? Lazima nirudi kazini. Usiku alifanya kazi kama askari wa usalama kwenye baa akipata naira elfu tatu kwa siku. Kupitia hayo yote alibeba mizigo yake kimya kimya peke kimya yake, alisali na kushikamana na ahadi za Mungu akiamini kuwa siku moja mlango wa mafanikio utafunguka. Miaka minne ndefu ilikuwa imepita tangu Cynthia alipopangilia kutoka nyumbani. Jioni moja, ndugu mdogo wa Benson Stephen, alikuja kumtembelea, kumtembelea. Ndugu yangu, Stephen alisema kwa upole ni miaka nne tangu Cynthia akuache, umekuwa ukipambana peke yako na watoto hawa. Utaendelea hivi hivi kwa muda gani? Kwa nini usiolane tena? Kwa ajili ya watoto wako, wanahitaji upendo wa mama. Benson ali ikunguta kichwa. Jeraha la usaliti lilikuwa bado mapya. Hapana, Steven alijibu, sitaulana tena. Mwanamke mke wa mwisho niliyemwamini alinitaka nivunjike. Nilishiriki kila kitu na yena aliniusaliti. Siwezi kupitia hilo tena. Lakini Stephen alikuwa msisitiza, kama hutamtafuta mke basi nitakupata moja. Benson alitoa tabasa mudhaifu, kama unasisitiza basi fanya kama unavyotaka lakini mimi sitatafuta. Muda mfupi baadaye Stephen alimtambulisha Nancy, mwanamke kutoka mji wao wa asili. Nancy alikuwa na duka dogo la ushonaji na alifanya kazi kwa shauku kwenye sanaa yake. Alikuwa rahisi mwenye heshima na mwema, kila kitu Sintia hakuwa. Watoto walipomkutana walimpenda mara moja, aliwatunza kana kwamba walikuwa wake mwenyewe. Alisaidia na kazi zao za shule na hata kusaidia kuwatunza. Hakuwaona kama watoto wa Benson bali kama wake pia. Polepole pole, moyo wa Benson uliojeruhiwa ulianza kupona. Kuta za maumivu alizokuwa amezijengea zilianza kuanguka polepole pole. Maisha yalianza kubadilika kwa Benson. Kwa miaka mingi alikuwa amepambana akihamia kutoka kazi moja ya kipande hadi nyingine ili tukuwa tunza familia yake. Maisha yake yalikuwa yamejaa shida, lakini hakukata tamaa kamwe. Kisha siku moja kila kitu kiliguuka. Simu yake ililia, nambari iliyoonekana inajulikana, aliichukua. Habari, bwana Benson, sauti ilisema tafadhali nja ofisini sasa, ni dharura. Moyo wa Benson uliruka. Bila kupoteza muda, alikimbilia kituo cha basi na kupanda basi lilekea ofisini kwake ya zamani. Alipoingiza kwenye jengo, msichana kwenye dawati la mbele alisimama mara moja. Unahitajika juu, bwana, alisema. Benson alipanda ngazi polepole pole, mapigo ya moyo wake makubwa kifuani. Alipoingia kwenye chumba cha mikutano alimwona mkurugenzi mkuu na wakurugenzi watatu wameketi mkurugenzi mkuu alisimama na kunyusha mkono wake bwana benson tunaomba msamaha sana benson alikunja uso kwa msongo mkurugenzi mkuu alipumua hatukuweza kupata mtaalamu mahiri kama wewe wa kushughulikia mashine zetu tangu ulipotoka tumepoteza mamilioni kutokana na kuvunjika na kusimama kwa uzalishaji mmoja wa wakurugenzi alisogea mbele kama utarudi bodi itafurahi kukufidia. Benson alifungua mdomo kidogo, akishanga. Mkurugenzi mkuu alitabasamu. Umefanikiwa kuwa mtaalamu mkuu mpya, unapaswa kuanza mara moja. Mshahara wako utakuwa mara kumi zaidi kuliko hapo awali, na gari lako rasmi liko tayari nje. Benson alishika kichwa chake kwa mikono yote, machozi yakimtiriri kama shavuni. Asante bwana, asante sana, alisema kwa sauti ya chini. Kwa wakati Mungu alikuwa amegiuza maumivu yake kuwa furaha. Benson hakuwa tena mvulana wa kuosha magari ambaye watu walidhihaki, alikuwa amekuwa mtu ambaye watu waliheshimu. Wakati maisha ya Benson yalikuwa yakipaa, hadithi ya Cynthia huko Lagos ilikuwa ikichukua mkondo tofauti kabisa. Alifikiri alikuwa amepata mbingu. Alipua mkuu tajiri, alifurahia anasa alizokuwa hajawahi kuzifikiri akivaa nguo za hivi karibuni, kula chakula bora, na kusafiri kutoka mahali hadi mahali. Mara kwa mara aliangalia nyuma maisha yake ya zamani na benson na kucheka, akiwa na hakika amekwepa mateso milele. Lakini maisha yana mashangao wake. Siku moja, mkuu alikufa kwa kisukari. Cynthia aliamini kifo chake kingamfanya atajiri zaidi, akifikiria angiurithi mali yake yote na viwanja. Lakini furaha yake ilikuwa ya muda mafupi. Bila kujua kwake mke wa kweli wa mkuu na watoto ambao alikuwa amesema walikufa kwa ajali walikuwa haingambo. Waliporudi baada ya kusikia kifo chake, walimkuta Sintia nyumbani. Wakiwa na hasira, walimtupa nje bila kitu chochote, wakimshtaki kuwa ameua baba yao. Mali yote aliyofurahia ilitoweka katika siku moja. Aliachwa amevunjika, aliyesimama na tupu katika maumivu yake. Alimpigia rafiki yake Stela akitumaini faraja, lakini sauti ya Stela ilikuwa baridi. Siwezi kukuruhusu ukae nyumbani kwangu, alisema. Sitaki unipake bahati mbaya yako. Kama huna mahali pa kwenda, rudi kwa mume wako. Kisha akakatakata simu. Cynthia alitetemeka, machozi ya kitiririka. Alikuwa ameachwa na rafiki yule yule aliyemtia moyo kuacha mume wake. Pasipo kuwa na chochote kilichobaki, Cynthia aliamua kurudi kwa Benson. Alibeba mfuko mdogo na kutembea kwenda nyumba walioishi zamani, lakini alipofika, majirani walimwambia Benson alikuwa amehamia zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Walimpa anwani yake mpya. Hofu ilijaza moyo wake alipotembea huko. Aliuliza kama Benson angeweza hata kuangalia uso wake tena kama bado alibeba chuki kwa usaliti wake. Alipofika aliganda mbele yake. Ilikuwa lango refu la chuma lielekealo katika kiwanja kilichoonekana kama jumba la kifalme . Maua yalipangwa njia na hewa ilikuwa tamu kwa harufu nzuri. Miguu yake ilitetemeka. Hii haiwezi kuwa anwani sahihi, alisema kwa sauti ya chini. Mlezi wa lango alimwona, uso wake ulikuwa mgumu. Unataka nini hapa? Mwanamke mwenda wazimu! alipiga kelele. Ondoka kabla sijawa kukimbiza. Moyo wake ulishuka. Alilazimisha maneno yake yatoke kwa upole. Tafadhali bwana, ninatafuta bwana Benson Williams. Je, hii ni nyumba yake? Han, ndio hii ni nyumba ya ogre Benson, mlezi wa lango alijibu kwa ukali. Lakini wewe ni nani? Midomo yake ilitetemeka Jina langu ni Cynthia. Tafadhali mwambie mke wake yuko hapa kumwona. Mlezi wa lango alipiga kicheko. Wewe mke wa ogre Benson? kama wewe ni mke wake, basi mimi ni Justin Bieber. Lazima uwe mwenda wazimu kweli kweli. Ondoka mahali hapa sasa. Wakati huo Benson aliingia kwa gari. Alipunguza mwendo alipomuona. Alidhani alikuwa mchangiaji aliyetafuta mabaki. Alikaribia kupita, lakini alimwaga mkono akiita jina lake Benson, Benson, ni mimi. Alisimama akishangaa na kutoka nje polepole pole, macho yake yakimkazia kwa muda, hakuweza kuamini kwamba mwanamke mbele yake alikuwa mwanamke yule yule aliyempenda na mama wa watoto wake Cynthia? Sauti yake ilikaruka machozi yakijaza macho yake. Je, kweli ni wewe? Kulikutokea nini? Magoti yake yalijitoa. Alianguka ardhini uso wake ukilowa kwa machozi. Tafadhali, Benson, alisema kwa sauti ya chini, ni samehe, nimepoteza kila kitu. Nilifuata ushauri wa Stella na sasa ameniacha. Sitaki mengi, nataka tukua pamoja nawe na watoto wetu tena. Benson alikuwa kimya kwa muda. Ninakusamehe, alisema kwa upole, sina kitu chochote dhidi yako tena, ni zaidi ya miaka saba. Ninawezaje kuwa na hasira bado? Niliacha iliyopita nyuma. Machozi ya Cynthia yalijitoka, alitaka kuamini maneno yake kushikamana na matumaini. Ghafla sauti laini ilikuja nyuma. Mpenzi, kuna kutokea nini? Nilisikia kilio kutoka ndani. Wote wawili waligiuka. Mwanamke mzuri alitoka nje akibeba mtoto wa kiume mwenye umri wa chini ya mwaka mmoja. Uso wake uliangaa kwa amani, hatua zake za nima. Ilikuwa Nancy, mke mpya wa Benson. Cynthia aliganda, sauti yake ikakaruka. Mpenzi, Benson, kwa hivyo wewe si wewe si peke yako. Benson alivuta pumzi ndefu. Sauti yake ilikuwa imara. Hapana, si peke yangu. Ninapendwa na ninaheshimiwa. Moyo wa Cynthia ulivunjika vipande-vipande. Alimkazia macho Nancy, ambaye alisimama kwa utulivu karibu na Benson, mtoto mikononi mwake. Cynthia alianguka magotini tena akitetemeka. Tafadhali, tafadhali ninaomba alilia, lakini uso wa Benson ulikuwa magumu. Simama, Cynthia. bado una heshima kidogo iliyobaki, usipoteze yote hapa. aliinuka kwa udhaifu, midomo yake ikitetemeka. Alipendelea, nitakupa pesa kidogo ili upate njia yako, lakini huko tu ulichagua chako na mimi nilichagua changu. Hatuko tena watu sawa. Barabara tulioshiriki mara moja iliisha zamani. Nancy alinyusha mkono. Akimkamua mkono wa Benson kwa upole. Mguso wake ulimkumbusha maisha mapya waliokuwa wamejenga. Aligeukia mlezi wa lango, mpe chakula na bahasha ndogo, kisha mwache ende. Cynthia alijaribu kusema, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Moyo wake ulikuwa ukivunjika chini ya uzito wa majuto yake. Aligeuka polepole pole na kuanza kutembea mbali. Alipoangalia juu, aliwaona watoto wake kwenye baraza Wamekuwa sasa wakichungulia kwa udadisi mwanamke wa ajabu aliyezungumza na baba yao. Nyuso zao zilikuwa zimejaa maswali. Hatua zake zilikuwa nzito alipotembea kuelekea lango. Milango ya chuma ilifunga nyuma yake, ikimfunga nje milele. Ilikuwa mlango ule ule aliopiga kwa kiburi miaka iliyopita alipoondoka, lakini sasa ulibaki umefungwa kabisa. Ujumbe wa mwisho Maisha yatakujaribu kwa njia usizozitarajia. Watu unawapenda wanaweza kuondoka. Marafiki wanaweza kukuacha, lakini jambo moja ni hakika. Ukiendelea kufanya jambo sahihi, nuru yako itang'aa tena. Benson hakupigana tena kwa hasira, alifanya kazi ngumu, akabaki imara na kumwamini Mungu. Wakati unaofaa, kila kitu kilimbadilika. Kama umependa hadithi hii, andika maoni, shiriki na ujisajili kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia ubarikiwe